Kwanza mchezo wa kesho ni una, una, una, una vitu vingi sana. Kwanza unahitaji nidhamu kwa sababu hatuhitaji ku, ku, ku, ku, kupoteza kwa goli aina yoyote. Kwa hiyo cha pili tunahitaji tupate matokeo. Kwa hiyo uh, vitu vyote vile ninavyosema vinatakiwa vitumike kesho, kwa maana kwamba lazima tuwashikishe, tunashambulia lakini lazima tuhakikisha kwamba tunazuia, kwa hiyo kwa ujumla tunikutoa wasiwasi kwamba maandalizi ambayo tumeyafanya ni mazuri sana, na ni, niseme tu kwamba tumejiandaa vizuri kupata matokeo mazuri mchezo wa kesho. Uh, mchezo wa kesho ni ni aina ya mechi ambazo mimi binafsi nazipenda na sana, kwa sababu ni, ni mechi ambazo zina zinakutambulisha zina ku, kwamba wewe ni nani, ni mchezaji wa aina gani? Kwa hiyo kwa upande wangu nimefanya maandalizi mazuri lakini, nitashirikiana na wachezaji wenzangu kuhakikisha kwamba kile ambacho wanayanga kile ambacho wa Tanzania, kile ambacho benchi ya ufundi wanakitarajia kutoka kwetu tunakifanya kwa asilimia mia moja na tunahakikisha kwamba uh, timu ya wananchi inaweza kusonga katika hatua inayofuata. Kwanza aina ya mchezo ambao tunakutana nao tayari ni, ni, ni, ni, hamasa tosha kwetu sisi. Nadhani hakuna kitu kingine chochote ambacho inaweza kutuhamasisha kuelekea katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo tunatambua ukubwa wa mchezo na tunatambua umuhimu wake, ni aina ya mchezo ambao tukipata matokeo ambayo sisi tunahitaji tunasonga mbele, na kikubwa tunachoshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba tupo katika mchezo muhimu, lakini pia tupo katika ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo ni aina ya mchezo ambayo kiukweli naweza kusema Mwenyezi Mungu ametupendelea sana. Kutana na mchezo mgumu, lakini tupo katika, tupo nyumbani, tuna support kubwa sana kutoka kwa wapenzi wetu, na nikuhakikishie tu kwamba maandalizi ambayo, ambayo tumeyafanya na sesheni ya mwisho ambao tutafanya leo, kutoka kwa walimu wetu tutapokea yale maelekezo, na kesho tutafanya kitu cha tofauti ambacho naamini Watanzania na, na Wanayanga wote watajivunia.